kwanza kabla sijaanza kusema na wewe ni mshukuru mungu kwa ajili ya siku njema ya leo na nafasi ambayo bwana ametujalia ubarikiwe wewe uliyefanikiwa kuja katika semina hii huko miongoni mwa watu takriban 30 naamini idadi itaongezeka siku zinavyoendelea mbele amen Mungu akubariki sana kwa kujitoa, kwa sababu hujapoteza, umekuja kuongeza. Nilete salamu kutoka kwa Baba Askofu Eliasaph Mataye, mume wangu, kiongozi wetu, kuhani wetu wa jimbo la mashariki. Amen. Anawasalimia sana, yeah. Mina, nina na ninamshukuru kwa kunipa nafasi hii. Amen. Pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mungu aliyetumba, maana bila yeye wala hatuwezi kufanya kitu chochote. Kama mwenyekiti alivyosema kwamba tutakuwa na masomo matatu, mimi nitafundisha somo la uchumba hadi ndoa. Yesu asifiwe sana <coughs> <coughs> alibarikiwe wangapi? Hawanifahamu wangapi? Hawanifahamu? <coughs> Sawa, ni vijana zaidi. Karibuni sana, mimi naitwa Rabister Eliasaph, Mama mchungaji wa kanisa la pale Boko pia ni mama skofu wa PST, Pentecoste Motomoto Church jimbo la Mashariki. kwa kijana ambaye nifahamu <gulibu> hivyo kuanzia leo amina. <gulibu> una Biblia una daftari, una kalamu, nione madaftari. <gulibu> Mungu akubariki sana lakini nitapenda zaidi usikilize kuliko kuandika, kwa sababu anayesikiliza anapata zaidi. Wakati wewe unaandika mimi naongea, kwa hiyo kuna pointi ambazo zitakupita. Tuko hapa kuongezana maarifa, hata mimi sio kwamba najua sana, lakini najua tukishirikiana mimi na wewe tutapiga hatua moja mbele, amen. Nipende kushukuru kipekee kabisa mchungaji Boaz Zegezege na mke wake wa mahali hapa, ninaomba wasimame, jamani, wengine hawafahamu ninaomba wasimame. Mungu awabariki sana kwa kazi ya Mungu inayofanya mahali hapa. Mchungaji Edward pamoja na mke wako, naomba msimame. Wanachunga azaba awabariki kwa kipekee. Nashukuru uongozi wa vijana jimbo Kakatiro, mwenyekiti, katibu Joni, mweka hazina Dr. wote mlioshiriki mahali hapa, Mungu awabariki Aeswasiku si si si ni saa tano na dakika saba Tunaanza somo letu la uchumba hadi ndoa. Wangapi hawajaoa wala kuolewa? Mtapata zaidi, lakini si kwamba wengine hawatapata zaidi, wataenda kuwatia akili watoto wao wanaenda kuolewa. Wangapi wameolewa na kuoa? ni wengi waliobaki ambao hawajanyosha. Mungu akubariki kwa sababu unaenda kuziba mashimo Amen. Hapa tunasema unaondoka na kilicho chako amina. Amen. Na unaenda kurekebisha mahali ambapo, haa, unafunguliwa macho leo, kumbe hapa nilitakiwa nifanye hivi amina. Amen. Mungu akubariki sana. Nitaanza somo langu kwa kwanza na kitabu cha Sulemani, kumwelezea mfalme Sulemani. Wengi tunamfahamu kwamba alikuwa ni mtoto wa Daudi, Mfalme wa Israeli. Na ni mfalme ambaye aliomba hekima kwa Mungu naye akampatia. Ni mfalme ambaye aliandika kitabu cha Mithali. Lakini kitabu cha Mithali wakati anakiandika ukikichunguza sana alikuwa anaongea sana kuhusu wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaanzia hapo. Sulemani, mfalme wa Israeli 19:14 fungua Biblia yako. Mithali 19:14 ingawa alianza kumsema mwanamke kuanzia Mithali ya sita Mithali ya tisa aliongea. Tuanzie Mithali ya 19:14. Utasema mama, mbona unaanzia mbali? Lakini tunavyokwenda ndivyo utakavyonielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mithali sura ya 19 mstari wa 14, na mara nyingi napenda nisome mwenyewe ili nisitoke kwenye somo. Neno la Mungu linasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa baba yake, kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Huyo ni Sulemani. Ukifungua Mithali 18:22 nyuma yake tu hapo kidogo, Mithali 18:22 neno la Mungu linasema apatae mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana pigia mstari maneno hayo kibali mke mwenye busara. Mithali kumi na mbili rudi nyuma kidogo, Mithali kumi na mbili sura ya nne huku ukiyatafakari maandiko hayo, unasema mwanamke we, mwema ni taji ya mumewe, bali aibishae ni kama kuoza mifupani mwake. Sulemani hakuacha kuendelea kuongelea kuhusu wanawake Ukifungua Mithali tisa Mithali tisa kumi na tatu mpaka kumi na nane ila sisi tutasoma mistari michache. Mithali tisa kumi na tatu anasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Kwa hiyo unaanza kujichunja na kutafakari kama wewe ni mwanamke, uko sehemu gani hapo, uko aina gani ya mwanamke? Na kama ni mchumba unatafuta ukitafakari ni wewe, binti, niko sehemu gani? Na kama ni kijana, kama unamchumba angalia katika hizi sifa nazo. Misali kumi na nne mstari wa kwanza neno la Mungu linasema kila mwanamke aliye na hekima hujenga hujenga nyumba yake, bali aliyempumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. kama ninakwenda haraka, ninaomba useme Misali ishirini na moja tisa inafanana na Mithali 24:25, Mithali 21:9. Neno la Mungu linasema ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Kwa hiyo tumeona aina za wanawake ambazo Sulemani alizichambua na tabia zake katika kitabu hiki cha Mithali. Kwa nini nimeanzia hapo? Nimeanzia hapo kwa sababu mwanamke ndiye mjenzi wa familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke ana kazi nne katika familia, katika ndoa. Mwanamke ni msaidizi, mwanamke ni mjenzi, mwanamke ni mlinzi, mwanamke ni mlezi. Bwana Yesu asifiwe. Ijawahi kuona mtoto analia lakini kwa ulezi na nguvu ambayo mwanamke amepewa, atakwambia huyu anasikia njaa, huyu anataka kunyonya, hajampeleka kwa daktari, hajampima huyu ana homa. Na akimtendea hicho kitu, unaona huyo mtoto anakaa sawa. Kwa hiyo wanawake wamepewa majukumu mengi na uwezo mkubwa sana wa kufanya vitu vingi, na aliyevitoa hivyo ni nani? Ni Mungu. Ndiyo maana mfalme Sulemani akapata hamu, kupata shauku ya kuwaandikia wanawake kwa hekima ambayo Mungu alimpa na jinsi alivyokuwa anawaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanawake wanatabia mbalimbali ambazo zina mchango mkubwa sana katika ndoa katika malezi na katika familia. Mwanzo tunarudi kwenye somo sasa. Hiyo ilikuwa ni utangulizi. Uone kwa nini nimeanza na wanawake. Tunarudi kwenye somo letu uchumba hadi ndoa. Fungua Biblia yako Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15. Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15. Neno la Mungu linasema 16. Sorry, Mwanzo sura ya tatu, mstari wa 16, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto. Mstari ambao nataka uone ni si na tamaa yako itakuwa kwa mumeo nabii naye atakutawala. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo tunapotoka kwenye uchumba kwenda kwenye ndoa, jua kabisa mwanamke, kwamba utakapoingia kwenye ndoa, kichwa chako na kiongozi wako na mtu atakaye kutawala na ambaye utakuwa chini yake ni mwanaume kuna wanawake wengi na mabinti wengi ambao kabla hawajaingia kwenye ndoa, bado ni wachumba lakini ana behave au anatenda kama yeye pia ni mwanaume. Anataka kushindana na mchumba wake wa kiume kwamba tunalingana, amwe yeye afanye maamuzi, yeye aseme jambo yeye, na atakalo lisema lifanyike. Hapana, binti, unapoingia kutoka kwenye uchumba kwenda kwenye ndoa, jua kabisa katika mstari wa Mwanzo sura ya tatu kumi na sita unakuhusu. Mume wako atakutawala. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hili linawahusu sana wanawake, na nimesema nimeongelea sana wanawake kwa sababu wow, wao ndio wajenzi wa familia. Uchumba ni nini? Uchumba ni makubaliano ya watu wawili wenye jinsia mbili tofauti kuishi pamoja na kutengeneza familia. Mahusiano ya watu wenye jinsia mbili tofauti, sio jinsia moja. Hatusemei mashoga hapa, wala hatusemei wale ma lesbian hapana. Wenye jinsia mbili tofauti, wanakubaliana ili kujenga au kutengeneza familia. Na ngoja niwaambie, ndugu zangu, hakuna muda ambao ni unatakiwa uwe makini sana chini ya jua kama Mkristo, mwanamke, binti au kijana, katika kipindi hiki cha uchumba ni kipindi ambacho ni very sensitive, ni kipindi ambacho kinataka umakini zaidi, kwa sababu unaweza ukapeleka uchumba wa miezi sita, lakini jua unaenda kutengeneza ndoa ya miaka arobaini mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ataomba uhai, una miaka hamsini mbele, una miaka sitini mbele, huwezi kumbadilisha, huwezi kumfukuza mpaka kifo kitakapowatenganisha. Ndoa ni agano ambalo Mungu mwenyewe alilianzisha. Kwa hiyo, lazima lazima, ili upate ndoa uanzie kwenye uchumba. Na kwa nini tunasema Mungu mwenyewe alilianzisha? Mwanzo mbili, Mwanzo sura ya pili mstari wa kumi na nane Mungu anasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo, wakati wa uchumba tegemea msaidizi wa kufanana naye. Utafanana naye kwa mambo mengi, si kwa sura tu, kwa mwenendo, kwa tabia, kwa jinsi mtakavyoamua. Watu wengine wanasema ukiona ndoa, watu wameishi miaka mingi mpaka sura zinaanza kufanana, mpaka mawazo yanaanza kufanana. Anasema labda mimi niliwaza huyu mtoto tumpeleke shule, mama naye anasema hiko hiko nili wazi ni nini? Ni muunganiko wa kiroho Bwana Yesu asifiwe sana, ambapo ni Mungu mwenyewe alianzisha. Kwa hiyo ndoa, tambua kabisa kwamba ndoa ni agano katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili. Jua kabisa kwamba unapoingia kwenye ndoa umeingia kwenye majukumu. Hilo andika, unapoingia kwenye ndoa umeingia kwenye majukumu. Na ndoa agano la kiroho ambalo Mungu mwenyewe alilianzisha Bwana Yesu asifiwe. Tuna buu hiyo tuna hakiki hiyo, kwa hiyo hiyo Mwanzo sura ya pili mstari wa 24. Neno la Mungu linasema Mwanzo sura ya pili mstari wa 24. Kwa hiyo mwanaume mwanaume ata mwana mwanaume aambatane na nani? Na mkewe, na wawe kitu kimoja. Tendo lile ambalo mwanamke hataki kuambatana na wewe, hicho ni kitu kingine, tutaona huko mbele. Kwa hiyo uchumba, narudi pale kwamba uchumba ni kipindi, ingawa ni kipindi kifupi zaidi kuliko kipindi cha ndoa, lakini pamoja na ufupi wake ni kipindi cha muhimu sana na unatakiwa kutulia sana na kumsikiliza Mungu sana na kuhitaji sauti ya Roho Mtakatifu na kusikiliza washauri, ili uweze kuingia kwenye kipindi kirefu cha miaka ambacho hicho kipindi kinaweza kikakupa pia neema ama zawadi ya watoto. Kuingia kwenye ndoa unaweza ukapata zawadi ya watoto au wa usipate, lakini umeshaingia kwenye ndoa, tayari una mtu. Ulizoea kuishi peke yako wewe, kama wewe ulizoea kuamua peke yako wewe kama wewe ulizoea kwenda kule kwa, kwa mama ntilie. Wewe kama wewe ulizoea kutoka outing kwenda kwenye mitoko. Wewe kama wewe vijana mlizoea, leo kuna mechi kali ya Liverpool na Manchester, unatoka saa moja saa kumi na mbili, hakuna naye kuamulia, unaenda kuangalia utarudi akikwambia nahitaji kukaa na wewe unatii. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tabia zile ambazo ulikuwa unazifanya kabla, wakati huko peke yako, umeingia kwenye uchumba ukapita, umeingia kwenye ndoa, zipo ambazo lazima uzidondoshe. Naanza kudondosha kwenda kwenye mechi za usiku, naanza kudondosha kwenda kwa mama ntilie. Ulikuwa huagi, unaanza kuaga ulikuwa unachelewa kurudi nyumbani, unaanza kuwahi kurudi nyumbani. Haya yote ni matokeo ya uchumba wako mpaka ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini kifanyike wakati wa kipindi cha uchumba? Vitu vitano muhimu, vitano muhimu ambavyo vitatuongoza mpaka kwenda kwenye ndoa Vitu vitano muhimu. Hapa nitaomba uandike, unaweza ukanoti tu, lakini ukasikiliza. Ukikaa nyumbani, utakuwa unajazilizia hizo point. Kitu cha kwanza, tafuta mwenzi wako ambaye yupo katika uwepo wa Mungu. maswali yataku ni vizuri upate mwenzi ambaye yupo katika uwepo wa Mungu, mwenye hofu ya Mungu, anayemjua Mungu. Naona maswali yameanza mapema sana. <laughs> Utawiza mwenye hofu ya Mungu. Sikia, ndoa inajenga familia, familia inajenga kanisa na kichwa cha kanisa ni Kristo. Maongozo yote utakayo yapata kama utakuwa na mwenzi ambaye ana hofu ya Mungu, yupo wakati wote kwenye uwepo wa Mungu, familia yako itakuwa salama na Mungu atakuwepo katikati yenu kwa maamuzi yoyote, na Roho wa Mungu atawaongoza kwa kila jambo, vibali vitafunguka. Nilianza kwa kusema Kitu, sipigi hatua ni nini? Kibali umepata mtu hiyo wapi? Kwenye uwepo wa Mungu, na nakuambia kwenye uwepo wa Mungu si, sasa unasema mama askofu amesema, kwa hiyo kila siku utakuwa unahudhuria kanisani, ndipo kwenye uwepo wa Mungu hapo nitakapompata mchumba. Unaweza kupata mtu barabarani ana nguvu za Mungu ndani. Ana yake anamtaja Yesu anamtaja